Mjadala mkubwa katika dunia kwa sasa ni kile ambacho kimetokea ndani ya taifa la Venezuela baada ya Rais Donald Trump kutumia kikosi chake cha jeshi kumnyakua rais wa taifa hilo Nicolas Maduro na kumpeleka Marekani kisha kumfungulia mashtaka ikiwemo ya kuwa na genge la uuzaji wa dawa za kulevya, uuzaji wa silaha, lakini pia uuzaji wa biashara ya binadamu niye amejikuta kwenye msongo wa mambo tangu kuibuka kwa hali hiyo. Kuna wale ambao wanadhani ya kwamba ni sahihi kile ambacho anatuhumiwa Nikolas Maduro na Venezuela yake, lakini kuna wale ambao wanasema si kweli, kuna jambo jingine nyuma ya pazia ambalo limewasukuma Marekani kufanya ambacho kimefanywa kwa sasa lakini Nicolas Maduro aliingia madarakani baada ya utawala wa Hugo Chavez, mtu ambaye alikuwa ni mwiba mchungu kwa taifa la Marekani. Misimamo yake ilitikisa mno, lakini hii ndilo taifa ambalo linatajwa kuwa na hifadhi kubwa zaidi ya mafuta ulimwenguni. Kulikoni hali ya mambo imefika hapo? Nini ambacho kiliwapa mamlaka Marekani kufanya walichokifanya? Na je mashtaka ambayo amemfungulia Nicolas Maduro ni sawia? Naitwa Nurdin Selemani, nikikualika kwenye Uchanganuzi. Studio tumemwalika Deus Kibamba, huu ni mtaalamu wa mambo ya sheria lakini pia ana jicho la diplomasia ndani yake. Karibu sana kushukuru sana kwema, kwema kabisa. Mm, heri ya mwaka mpya. Amina. Yeah. Uh, tunawaangalia wababe wa dunia duniani kila siku kuna jambo, mm, hakika mm. <laughs> Nam njia ya teknolojia itatupeleka mpaka marangu kule kuungana na Mbwana ali ya mtu karibu sana ha, inaonekana asante sana nam uh, shukrani sana kwa kuungana nasi kwa njia ya teknolojia akiwa uh, ni mchambuzi wa masuala ya siasa kibamba. Tuanzie kwako, mjadala wetu ulianzia kwenye taarifa yetu ya habari. Moja ya jambo ambalo watu wanajiuliza ni mamlaka ambayo Marekani ilijipa yenyewe kwenda katika nchi nyingine ambayo ina mamlaka yake na kumchukua rais ambaye alikuwepo madarakani kwa visingizio ambavyo wenyewe wameviweka bayani. Na hii sio mara ya kwanza, Marekani walishafanya hivi kwa Iraki, wakamwondoa rais wa Iraq Saddam Hussein mamlakani wakisema kwamba kuna silaha za nyuklia, lakini dunia haikuziona hizo silaha mm -hmm. Kilitokea tena Libya pale kwa yeye na wenzie mataifa magharibi kurejea jambo kama hilo, Syria hali kadhalika wamefanya hayo na mataifa mengi yalipoteza uye imara wake. Kwa nini Marekani ameendelea kuwa mbabe na kuyafanya haya ambayo baadaye tunaona mataifa mengine wanayakemea na hata leo Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limekemea lakini ni kama mbwa ambaye anabweka na hawezi kung'ata. Naam, uh, Marekani imezoea kwa sababu kwa sasa Marekani ndiyo mbabe wa dunia. Nikisema mbabe, si maanishi misuli na maanisha super power dunia, imekuwa kwa miaka kadhaa ziko nchi ambazo ziliwahi kuwa ndiye mbabe wa dunia kwa miaka mia mbili mia tatu. Ziko nchi ambazo zilikaa muda mfupi, lakini kwa sasa hivi tunavyozungumza Marekani anatetea eh, hilo taji kwamba yeye ndiye taifa namba moja duniani kwa maana ya uchumi, kwa maana ya mwonekano na siasa, kwa maana ya nguvu ya kijeshi. Sasa eh, ipo dalili kwamba Marekani ameanza kutetereka uhum. Kwa hivyo hawezi kukubali kuachia hivi hivi, ni lazima atafute mbinu za kuweza eh, kupona. Na wajanja wameanza kujitokeza eh, kutaka kumpiku Marekani okay. Na kiuchumi eh, mchina anamtishia sana Marekani eh, kiubabe wa kivita Urusi nayo haiko mbali. Kwa sababu hiyo jambo la kwanza ambalo Marekani anahaha nalo kwa hivi leo, na ndiyo maana Donald Trump alirudi madarakani. Donald Trump kwenye siasa za uhusiano wa kimataifa tunasema yeye ni realist. Realist huwa wao ni watu wanaosema kwamba wewe ni mtu wahovyo na kuondoa, huwa hawana diplomasia mm-hmm. Eh, unajua diplomasia inataka hata ukitaka kumkosoa mtu utumie maneno eh, yenye rahim, staha, mm, maneno malaini, mm. Eh, unazungumza mpaka utakavyoondoka, ndio watu wanaanza kukuelewa, wewe umeshaondoka, mm. Lakini Donald Trump kama mnavyomwona, yeye ni mtu akitaka kumtukana mtu anamtukana, mm, akitaka kumzomea mtu anamzomea papo kwa hapo. Kwa hivyo hilo ndio jambo. Vita hii si vita ya kijeshi, vita hii ni vita ya kiuchumi, mm. Na kuna masikitiko kidogo kwa sababu superpower wote hasa tangu kuanza kwa mfumo wa utawala wa kidunia unaotaka kuwe japo na utawala bora. 1939 ndio mwaka tunaweza tukasema, darasani tunasema, huu ndio mwaka tunasema uhusiano wa kimataifa mpya, enzi mpya ya uhusiano wa kimataifa enzi ya zamani ya uhusiano wa kimataifa uhusiano wa kimataifa wa zamani ulikuwa ni uhusiano wa kimataifa kama wanyama wanavyoishi msituni, mwituni. Mnyama mwenye nguvu ndio anayekula mm. wanyama wanyonge, kazi yao ni kukimbia kimbia mm. na dunia ilikuwa hivyo. Hapo Ulaya unayoiona ile mm. nchi nyingi zile unaziona leo zinaitwa nchi fulani pale Ulaya, vilikuwa ni tunaita Kingdoms, zilikuwa ni, ni himaya ndogo ndogo, lakini zilipigwa. Ilikuwa himaya moja ikipigwa, himaya ya jirani ikalalamika, basi hiyo nayo inapigwa, na kila inapopigwa inaunganishwa kwenye taifa lenye nguvu hmm. lakini baada ya 1939 na hasa 1945 Umoja wa Mataifa ulipoanzishwa misingi miwili ilizaliwa. Okay. Moja ni kwamba Umoja wa Mataifa haukuja, na hii nayo naona huku mtaani watu wana matumaini makubwa mno kuhusu Umoja wa Mataifa. Umoja wa Mataifa haukuanzishwa ili kutatua mgogoro ulioko Ituri kule Kongo. Umoja wa Mataifa haukuanzishwa kwa ajili hiyo. Umoja wa Mataifa hiyo kutatua mgogoro wa Ituri, kutatua mgogoro kati ya Burundi na Rwanda, kutatua mgogoro, kushughulikia wakimbizi wanaotoka Rwanda wanakuja Kigoma, hayo se kweli utaona WFP eh, mm. d, eh, World, World Food Program, au FAO au, na utawaona wanashughulika, au hawa watu wanaitwa International Organization for Migration IOM, mm. zote hizi ni za umoja wa mataifa. Umoja wa mataifa ulikuja kwa ajili ya kuleta rules, kanuni, sheria, ili mnyonge akikanyagwa awe anapakulalamikia kwa sababu zamani ilikuwa ukikanyagwa, ukalalamika, unakanyagwa tena, halafu unachukuliwa, unatupwa mm. sehemu. Sasa Marekani anachokifanya leo mm -hmm. naona amerudi kwenye utawala wa mwituni hapo, okay. hapo Marekani anaturejesha ana, ana, ana, ana, ana, ana, ana katika zama uh, za giza, ndio lakini mamlaka gani ambayo uh, yamemfanya aingie katika taifa la watu wengine amchukue rais wao na dunia ibaki tu ni kama inalalamika hivi. Hasa maswahibu wakubwa wa Venezuela ambao ni Urusi na China, na wenyewe wanaonekana ni kama wamekosa mamlaka ya kumzuia ama kumtetea ndugu huyo. kila nchi katika nchi vinara duniani, nchi vinara duniani kwenye Umoja wa Mataifa ziko tano tu. Hawa watano kutokana na historia wao ndio waamuzi wa mwisho wa masuala ya kiusalama ya kidunia. Kwa hivyo wao wamekabidhiwa baraza kuu la um, la usalama la Umoja wa Mataifa, UN Security Council, kuwa wao ndio waangalizi wa baraza hilo. Kwa hivyo wanaweza kufanya lolote. Lengo kubwa, Umoja wa Mataifa unataka hawa ndio wenye nguvu, kwa hiyo wahakikishe hakuna vita itakayolipuka duniani itakayofanana na vita kuu ya kwanza ya dunia au vita kuu ya pili ya dunia vita hizo kwa kweli ziliharibu dunia vita hizo ilifikia wakati japani kwa mfano ilikuwa imeteketea ilikuwa ni vumbi ilifikia wakati ile ulaya mnayoiona leo imejengwa baada ya 1945 ulaya iliteketea watu walikufa kwa idadi ambayo hatuna nyumba ilikuwa hamna, madaraja yalikwisha. Sasa dunia ilikubaliana kwamba baada ya 45, 1945, Umoja wa Mataifa una kazi mbili: moja, kuhakikisha kwamba dunia haitakumbwa na janga la vita yenye ukubwa wa vita kuu ya pili ya dunia na vita kuu ya kwanza ya dunia, la kwanza. La pili, dunia itakuwa ni mahala ambapo ni salama na kila kutakapotokea gogoro, maana sisemi tena mgogoro, mm. gogoro kubwa mm. kabla halijafikia ukubwa huo, basi UN Security Council, Baraza Kuu la Usalama la Umoja wa Mataifa, lihakikishe kwamba linatumia nguvu liliyokabidhiwa kuweza kufanya jambo lizuie uharibifu huo. Sasa hiyo nguvu hiyo, lengo lilikuwa zuri, lakini na unajua wakati huo mataifa mengi ya Afrika yote karibu mm. yalikuwa hayamo kwenye picha. Maamuzi haya yanafanyika miaka ya 39, 40, 45, Afrika haikuwepo, haikuwa inafanya maamuzi yake yenyewe mm. tulikuwa tunafanyiwa, tunasaidiwa kufanya maamuzi kwa okay. sababu hiyo basi mm. sisi tumekuwa sasa wachezaji wa mpira ambao kanuni zake hatukushiriki kuzitengeneza okay. na mimi nachokiona ndio maana unaona Afrika haimo kwenye baraza la, umo, la usalama la Umoja wa Mataifa. Waliomo mle wababe ni Marekani wa kwanza, wa pili ni Mwingereza. Mwingereza kwa nini? Kwa sababu wakati wa vita hadi kufikia vita Mwingereza alikuwa ndio super power. Mwingereza hmm. aliwahi kuwa, kwa vijana wanaotusikiliza, aliwa, aliwahi kuwa ndio mwenye nguvu ya uchumi na nguvu hmm. ya kivita kumzidi Marekani kuzidi taifa jingine hmm, lakini mwingine ambaye yumo mle ni Mchina hmm watatu wa nne ambaye yuma ni Mfaransa kwa sababu ya historia mm. utakumbuka kwamba Ufaransa zamani ilikuwa taifa kubwa, lilikuwa ni taifa kubwa sana yeah. E, mapinduzi, mageuzi makubwa yameanzia Ufaransa. Lakini mwingine watano, ambaye ulikuwa unataka kunishangaa, unishanga, kwani si mtaji <laughs> ni huyu naye ambaye ni msukosuko wa dunia, Mrusi mm. Mrusi. Mrusi ni taifa kubwa kwa sababu kabla Urusi haijavunjika mm. ikawa nchi nyingi nyingi Unaona zile nchi hizi Slovenia, Estonia, Romania, Ubriana ambayo ni Slovenia mm. eh, Bucharest, Hungary, hizi zote hizi na nimebakiza nyingine yeah. Zote hizi zilikuwa zamani China, eh, eh, eh, zilikuwa Urusi, Urusi. Zote hizo mm. Kwa hivyo haya mataifa matano mm. ndiyo yamepewa nguvu okay. ya kwamba yazuie vita yoyote isijitokeze tena. wameshindwa. A, sasa <laughs> wengine wanafanya mabao kwa sababu kumekuwa kukidaiwa kwa majamani mm. hii ilikuwa ni miaka ya 40 sasa, hii. kwa sasa hivi tumeongezeka. mm. nchi zimeongezeka Afrika kwa mfano peke yake mm. na Amerika ya Kusini zimeongezeka nchi nyingi sana. zamani hiyo tunayoongea tulikuwa tunaongelea nchi 60 yeah. hivi leo ni nchi mia moja na hamsini na tatu wanachama wa Umoja wa Mataifa. kwa hivyo basi mm. chombo kikuu kilichotakiwa kiwe kinafanya maamuzi katika Umoja wa Mataifa ilitakiwa ilipaswa kidemokrasia iwe ni Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa ambalo ndio bunge ambalo ndio tunaita UN General Assembly, lakini UN General Assembly ambayo inakutanisha viongozi wote wakuu wote wa nchi duniani mm, badala yake imekuwa haina madaraka na UN Security Council, ambalo baraza la usalama ndio lenye nguvu na hawa watano wa kwa kweli, kila mara mm, unakuta wanaoneana aibu inayokaribiana na kuogopa. Tutarudi kwako usione kwake kwa, kwa, kwa bwana hali ya mtu bwana. Moja ya jambo ambalo watu wengi wameliweka kwenye mizania wanasema hii si vita ama mgogoro ambao uh, kama ambavyo unatajwa na uh, Marekani kwa kuorodhesha yale mashtaka ambayo amempa Nicolas Maduro, na badala yake nyuma yake kuna siasa nyingine kubwa zaidi. Nyewe mmekuwa mkifuatilia hali ya mambo ya ambayo yanaendelea ni kweli kuna jambo jingine ambalo limebeba mgogoro huu kwa uzito wake na si haya mashtaka ambayo amefunguliwa Maduro okay? Asante, asante sana. Kwanza nashukuru na, na kwa kuungana na nyinyi. Eh, katika mizani ya kisheria na utaratibu wa dunia, kilichofanyika au kilichofanywa na Marekani kule Venezuela kwa maana ya uvamizi, kwa sababu lugha sahihi ya kutumia katika hili tunaweza tukaita ni uvamizi au uchokozi wa kijeshi kwa maana ya military aggression, lakini pia ni uporaji wa rasilimali kwa namna moja na au nyingine unaobebwa na mgongo wa ubepari au imperialism. Sasa kimsingi kwamba hili hili haliheshimu sheria za kimataifa kwa maana ya international law, lakini pia linakiuka ile ile dhana inayoitwa territory integrity pamoja na national sovereignty kwa maana ya kwamba e, hili jambo linakiuka moja kwa moja miiko ya kisheria katika utaratibu wa dunia, lakini pia linakwenda kinyume kabisa e, na dhana maalum au dhana maarufu ambayo dhana hii imeanzishwa chini ya ibara ya pili ibara ndogo ya nne ya UN Charter ambayo inaweka marufuku kwa taifa moja e, kuvamia taifa jingine kwa namna yoyote ile lakini pia eh, kwa kile kinachoitwa opinio juris au kwa lugha nyingine eh, Customer international law, zile sheria za kimila au sheria eh, za kimataifa zinazofata eh, desturi ni kwamba, utaratibu uliowekwa ni kwamba taifa moja haliruhusiwi eh, kufanya uvamizi kwenye taifa jingine. Kwa hiyo kwa mantiki hapa kwa mantiki hayo na mantiki zingine zote, kwa kurejea kwa kurejea kwa mfano kurejea mkutano wa Vienna Convention unao uliofanyika mwaka 1961, maarufu kama Vienna Convention on Diplomatic Relations na ile Vienna Convention on Special Mission ya mwaka 1969 ambazo zimeweka immunity kwa viongozi halali ambao wamechaguliwa kwa mifumo halali kwa mujibu wa sheria na katiba za nchi zao, kuingiliwa na viongozi wa kwa hiyo kwa msingi huo, hayo yaliyofanyika ni batili, na kilichofanywa Marekani dhidi ya Venezuela ni batili. Lakini hilo ni jambo moja, jambo jingine ni kwamba Marekani hichi ilichofanya sasa sio mara ya kwanza. Marekani imeshajaribu kufanya hivyo. Ilifanya hivyo kwenye operation Gothic Spent iliyofanya e, eh, mwaka 1993 e, e, katika mji wa Somalia Mogadishu, maarufu kama Battle of Mogadishu ambao operation ile haikufanikiwa. Lakini iliwahi kufanya hivyo pia kwenye operation ya Jax ya kumondoa aliyekuwa waziri mkuu wa, e, eh, wa, wa Iran mwaka 1959. Eh, imefanya hivyo mwaka Mwaka elfu moja mia tisa na sitini kwenye operation Barakuda iliyohusika kumuua Patrice Lumumba, lakini wamefanya hivyo kwenye operesheni nyingi ikiwepo pia e, ile misheni iliyomwondoa madarakani rais wa Panama Emmanuel Noriega. Kwa hiyo Hichi inachofanya Marekani ni desturi yake ya kutanua mabavu na kufanya eh, eh, eh, kufanya eh, kuongeza ile eh, mamlaka yake ya kimaslahi, au kwa lugha nyingine tutaita ni strategic assets, yaani kuweza kuongeza nguvu yake kwa maslahi maalum kwa ajili ya maslahi ya Marekani hata kama jambo hilo eh, halifuati misingi ya kisheria kwa sababu mwaka 1949 Marekani walitunga sheria maalum inayomruhusu raisi, inaitwa eh, National Intelligence Act, inayomruhusu e, rais wa Marekani kufanya covert operation eh, operation au misheni za siri ambazo zinaweza ziki zisiwahusishe, au zisihusishe watu, watu muhimu kwa maana ya kwamba maafisa a usalama eh, baraza la mawaziri au kupelekwa kwenye, eh, kwenye bunge kwa maana ya congress. Kwa hiyo hili kimsingi na kiuhalisia ni eh, mabavu na ubabe wa Marekani kwa miaka mingi. Japo uh, jambo hili kwa mantiki moja mm, au nyingine linazalisha dhana ya kutokuheshimu sheria za kimataifa, jambo ambalo linaweza likahatarisha uhatari na Marekani. Kama alivyoza mwenzangu hapo, Marekani ni polisi wa dunia, ni taifa ambalo linapaswa kuwa na e, legitimate, pamoja na e, legitimate ya kusimamia sheria na kanuni za dunia. Kwa hiyo hili linalofanya linaweza likadharisha madhara kwa sababu tunakumbuka Ulaya kuna mgogoro unaoendelea baina ya Ukraine na Rusia. Na Rusia amekuwa na tabia ya kujitanua kuelekea magharibi mwa Ulaya, amefanya hivyo mwaka elfu mbili na nane alipovamia Georgia, amefanya hivyo elfu mbili na ishirini na mbili alipovamia Ukraine, lakini alifanya hivyo mwaka elfu mbili na kumi na nne vita ya kwanza ya Chechnia mwaka 94 mpaka mwaka 96, pia akafanya hivyo e, mwaka elfu mbili na kumi na nne alipovamia Krimea. E, kwa hiyo hili linaweza likazalisha lika, lika desturi mpya, mataifa yenye nguvu kuvamia mataifa ambayo ni wanyonge, kwa sababu ambazo isa ni za kimantikia ambazo hazina maana katika e, katika katika katika e, mustakabali mzima wa kimataifa. Kwa hiyo hili ni hatari, sio mm, jambo zuri, japo kwa mujibu wa kanuni za kihegemoni kwa hao hegemon ni jambo la kawaida, kwa mataifa makubwa kufanya hivyo mara nyingi. hapo hapo hali ya mtu, kwa ufupi, nani sasa anapaswa kubeba lawama baada ya yote kutokea, na kila mmoja anaendelea kuonyesha msuli wake kama ambavyo <coughs> Urusi amefanya anaendelea kufanya, kumega baadhi ya ardhi za majirani zake. Lakini sasa tunaona Marekani yanakwenda anakwenda kwa sura tofauti ya wale wengine ambao wamekuwa wakifanya ubabe wao. Hili eh, jambo lina, lina, lina taswira mbili. Taswira ya kwanza ni kwa mantiki ya utaratibu au kwa mantiki ya kisheria katika ulimwengu au katika dunia kwa kulaumiwa kwanza e, ni taasisi au mashirika makubwa ya kimataifa tukianza na Umoja wa Mataifa, kwa sababu kwa mujibu wa e, Umoja wa Mataifa, chata cha, e, ya Umoja wa Mataifa ni kwamba e, taratibu za uvamizi kwenda kwenye nchi nyingine ni lazima ziwe na kibali cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, kwa hiyo hili linaonyesha wazi kwamba sasa Umoja wa Mataifa kupitia baraza lake la usalama la Umoja wa Mataifa lina mapungufu. Ni baraza ambalo limekuwa likitumika kama mgongo wa waku eh, waku, kuwalinda mabwana wakubwa. Kwa hiyo sehemu ya kwanza au taswira ya kwanza ni hiyo, lakini taswira ya pili ni kwamba eh, Marekani anabeba ana, ana, ana, ana, ana lawama hizo kwa sababu E, maslahi yake hizi strategic assets anazozifanya dhidi ya washindani wake, kwa maana ya China na Russia, kwa sababu jambo kubwa hapa na jambo la msingi ambalo hatupasi kulipe, kulipepesea macho ni swala la rasilimali ya mafuta iliyopo Venezuela. Kwa hiyo kwa mantiki ni kwamba Marekani amekwenda Venezuela sio kwa hicho alichokieleza kwenye vyombo vya habari kuhusu kwamba mashtaka ya, ya, ya, ya, ya ugaidi wa madawa ya kulevya, matumizi ya silaha kusaidia magenge madawa ya kulevya, hizi ni, ni kauli ambazo zimefichwa lakini uhalisia ni kwamba eh, rasilimali ya mafuta ndicho ambacho kinachoiponza Venezuela. Kwa hiyo e, dunia e, inapaswa iungane pamoja kwa maana ya kutoka, nchi kutoka Afrika, jumuiya za Umoja wa Afrika, Umoja wa Ulaya e, pamoja na jumuiya zingine zikemee hili na zililani, kwa sababu huko tunakorudi tunarudi kwenye migogoro ya mivutano ya wakati wa vita baridi iliyopelekea au iliotaka kupelekea kuanzisha kile kilichoitwa e, e, e, tishio kubwa la vita za silaha za maangamizi za wakati huo kuanzia mwaka 1960 mpaka mwaka 1990 okay. Uh, Kibamba, muda wetu umekwenda mbio kwelikweli. hali ya mtu ametupa wale ambao wanaamini kwamba hawa ndio e, wa kubeba lawama nini kifanyike sasa katika hali kama ambayo tunaona tishio linazidi kuwa kubwa? Marekani anafanya ambavyo yeye anajiona, ameshatishia pia tena kule Iran e, wakati huo ambao pia tunaona China naye anakitamani tamani pale Taiwan na Marekani naye kama anakuwa muoga muoga hivi kwa China kuhusiana na kuilinda Taiwan, licha ya kwamba yeye majeshi yake pia yapo Taiwan. Uh, jambo moja ambalo labda kwanza namchukuru hali ya mtu, lakini jambo moja ambalo ningeweza kusema kichaka kichaka ambacho Marekani amejificha, viko vichaka viwili ambavyo Marekani amejificha katika kuvamia siku zote anazovamia. E, alivamia, alivamia kule kwa Noriega kule Panama, lakini pia e, tunasahau hapa hapa e, e, Honduras actually kulitokea e, jambo kama hilo miaka sio mingi. Sasa vichaka ni viwili, cha kwanza kwa mujibu wa um, chata ya Umoja wa Mataifa ibara ya 51 ni kwamba kama kunakuwa na tishio nchi, ingawa kila nchi inapaswa, ina wajibu wa kulinda mipaka yake na raia wake, lakini endapo kunakuwa na tishio hmm. Ibara ya 51 inasema unaweza ukafanya hiyo self defense. Sasa unajiuliza self defense, Marekani aliyokuwa naifanya ni ile ya kuingia kwenda nyumbani kwa mtu akamdakue ikulu alikolala, hilo la kwanza. Lakini la pili ambalo nalo ni kichaka ni kwamba e, ibara ya hamsini na moja ya chata ya umoja wa mataifa, mkataba huo inasema kwamba ili uweze kuhalalisha hmm, wewe kusema unafanya vitendo hivyo unavyotaka kufanya kwa ajili ya kujilinda ni lazima huyo ambaye unajilinda naye awe hilo tishia, lionekane kwa macho kwamba lilikuwa ni tishio la silaha hmm. Sasa Maduro, Maduro hajatishia vyovyote vile hmm. Eh, hajaitishia Marekani kwa silaha. Kichaka kingine ambacho kinaonekana Marekani anakitumia anasema, kwa, anasema ni vichaka kwa sababu ndio visingizio anavyovitumia Marekani anasema e, biashara ya madawa ya kulevya ambayo Venezuela na hasa Maduro mwenyewe mm. na mkewe na magenge yaliyoko kule Venezuela anasema yanatishia mm. usalama wa Marekani. Okay. Sasa swali jingine ambalo ni muhimu sana kwa kumalizia ni kwamba endapo hata kama huyo Maduro anahusika na biashara ya madawa ya kulevya lakini kwa mujibu wa taratibu za sheria za kimataifa, huwezi mm. wewe peke yako ukaenda ukalishughulikia ila jambo. Sheria za kimataifa zina assume kwamba kila mara mm. mm. angalau ushirikishe wenzako ili kufanya hivyo, ili kuweza hivyo. Kufanya hivyo. Kwa hivyo yeye hajashirikisha. Okay. Baraza la usalama limeongea waziwazi kwamba Marekani amekwenda yeye kama yeye, kama alivyozoea amekwenda hivyo sehemu nyingi, in fact ni kunong'oneze kwamba mm. hata sehemu ambazo baraza la usalama la umoja wa mataifa liliwahi kujitokeza likaweza angalau kuunga mkono vitendo vya Marekani ilikuwa ni kwamba Marekani baada ya kwenda peke yake mm. sasa, baraza Mubadana la usalama ndio linaamua <laughs> <laughs> kwa busara hiyo, kwamba huyu mwenzetu e. ka, wanambeba kapotoka ka <laughs> basi, ngoja tuonekane tumeridhia, tume maneno kwa Deus Kibamba hayo, yako yake Kibamba hayo, mchambuzi wa masuala ya Uh, sheria hali kadhalika, pia diplomasia ndivyo ambavyo anatuhitimishia katika mjadala wetu wa leo, ambao tulikuwa tukiangalia hali ya mambo uh, kule Venezuela, lakini pia tulikuwa naye kwa njia teknolojia. Mbwana aliya mtu kutoka Marangu, tukushukuru sana mbwana aliya mtu kwa kushiriki nasi, asante. Nashukuru sana okay, tukushukuru pia Deus Kibamba, asante sana. Na mwanzoni, tutaenda kufikia tamati ya uchanganuzi. Naitwa Nurdin Selemani, pana hapo majaliwa, tukutane tena kesho, kwaheri.